Majibu ya vipimo daktari yako tayari, lakini mm, mmoja iko salama, mwingine kidogo hali yake sio nzuri. Una maana gani nestausi hapo? Ma, nani majibu yake yako vizuri na nani majibu yake yako tofauti? Hii nikifika pale nijue namna gani ya kuelezea. Kutokana na majibu ya vipimo vya damu, inaonesha kwamba um, Joshua yuko salama, yeye, yeah yuko negative, lakini Maria yuko yuko yuko yuko, yuko positive, maanake ana maambukizi ya ukimwi. No, unajua ni stausi, hii imekuwa ni janga la taifa. Yaani mpaka na mwenye huruma, yani ni vijana wadogo sana unajua. Yaani kama yule yule yule binti ni mdogo sana. Ah. Sasa hivi anakuwa na maambukizi ya UKIMWI. Hii ni hatari sana. Sema ngoja nitajipanga namna kwenda kuongea naye. Ah, kwa kweli hata mimi moyo wangu umeniuma sana. Yaani nikiangalia ile matokeo ya yule binti jamani ni mdogo sana. Tizo mabinti wa siku hizi na wenyewe hajatulia. Wana wanakuwa na wanaume wana, wana wana wengi wengi. Ah nikiangalia ni binti mdogo, hata miaka ishirini na mbili sidhani kama amefika yule, lakini ndio hivyo tayari ana umeme yule. <laughs> kama wetu nenekamandae dawa zake za hey, alavi anze kumeza mapema mara ke, ndio hivyo tena, tushapoteza nguvu kazi ya taifa.